Bandsitunashukuru Mungu, Mungu anatuchunga. E, tukovye nilikuwa naenda na ukilio tangu juzi ni kwako huku Bunyakiri. Nilikuwa mimi nataanza rudia Bukavu sai maibisi tushengia mwa maibisi, ghafla tunasikia kama ba M23 bana anaanzisha fujo mule mu park, njo barriere za bazalendo njo zilikuwa ingambo ya chini zao zilikuwa kule kumwanzo. Bameshuka banaanza vamia benzao, njo asode walikuwa huko wote, bana tushusha mu mabisi, bana tushusha mu mabisi, tulikuwa tutaendamo hapo, njo banaingia amo, njo ile video mimi na watume basi, nikutuombea Mungu atufikishe Bukavu kwa amani na salamu, lakini sifike tena leo, sitakuya tena leo. Hali ya parki haiko vyenjo, kwenye banaenda sahi kugombania kule mu parki. Basi tuombeane Mungu wa mama potrande mambika minayo, atatuongoza hata leo wala kesho. Vikiisha tunaweza panga safari. Sawasawa, merci beaucoup.

tunasikia saavilekuafontema kule e, na ile afrontema tukanatutia wasiwasi, nasikia mabombe kabisa zinalia sana, naonekana saa moya niChivanga mm. jambo ja mndugu tukusalama eh, tunamka bie vifamia eh, kama makolo ma, zitaleta solution